Nimesukumwa sana na nimeomba sana, nimeomba Mungu sana aniongoze kwa haya nitakayokwenda kuyasema. ka ili la kumpongeza mchungaji tayari tumepongeza sana, tumepongeza kamati nzima iliyoandaa maandalizi haya, kipekee mchungaji Mushi na baraza la usharika huu na nini nyote mliyofika

Alafu ni pale mwishoni tu kwenye ukweme imetofautiana kidogo tu, Masangwa na Masawe. Sasa nimeelewa siri ya urafiki wenu na mchungaji. Asante kwa kutaja hivyo. Mwito unaanza bali, lakini Mungu anawatumia watu wake kwa namna hiyo. Nashukuru askofu kwamba Mungu amekupa kuendelea kutumika kama alivyoshuhudia mchungaji hapa, na nakwambia napawa hivyo uliviona. Naomba muendelee kushirikiana katika hili ambalo umba a kufanya baada kustaafu, ili tuwasaidie vijana wetu. Asante wabasumsa. Sasa ndugu zangu, nimesimama hapa Leo ni siku ya furaha, siku ya mshangilio, lakini niseme kwa hakika, moyoni mwangu ina e huzuni kubwa na masikitiko, ina e huzuni kubwa na masikitiko kwa haya ambayo tumeshuhudia siku za hivi karibuni, hasa katika mazingira mazima ya uchaguzi mkuu iofanyika katika nchi yetu, yale yaliyotokea kabla k anaendelea kabla, wakati wa uchaguzi na hata baada ya uchaguzi kule, na mimi nimekuwa nikitafakari sana kumuuliza Mungu: Mungu, nataka mimi niseme nini kama mtumishi wako basi nikasema Mungu, nipe maneno angaa machache ambayo nitapenda kusema kwa watu wako na kipekee wa Tanzania.

yalisababisha maafa makubwa ambayo haijawahi kutokea katika mazingira ya uchaguzi katika nchi yetu ya Tanzania. Ilikuwa na maandamano yaliyosababisha watu kukamatwa, kujeruhiwa, kupigwa na hata kupoteza maisha kumetokea uharibifu mkubwa kwa mali za umma na mali za watu binafsi. Matukio haya, ndugu zangu, kwani hakuna sababu yoyote inayo ya kuthibitisha au kuidhinisha haya ambayo tumeona yametokea katika nchi yetu, watu kuumizwa, watu kupotea au kupotezwa. Inahuzunisha sana si kama kanisa, nami kama kiongozi kweli wa kiroho, kwanza nitangulie niseme tu kutoa pole na faraja ya dhati, na nimekuwa nikiomba sana na kuombea familia zilizopoteza ndugu zao.

Tumesema yaliyotokea hayajawahi kutokea. Tunahitaji kumsihi Mungu sana yasitokee tena katika nchi yetu yasitokee Tafakari sana juu ya haya yaliyotokea, na sisi sote tujiuliza, hivi imekuwaje? Tumefikaje mahali pa namna hiyo? Nchi yetu ya Tanzania tuliojua ni nchi ya amani, nchi ambayo watu wanapendana, tumefikaje hapa? Na je

kuto kusikilizwa yakatokea haya ambayo yametokea. Naendelea kuomba na kusitiza, kuhimiza mamlaka zote kusikiliza kilio cha wananchi na kuchukua hatua stahiki kwa wakati. ni waombe tena vyombo hivi vyenye mamlaka na vyombo vya usalama kuepuka matumizi makubwa ya nguvu yanayoweza kusababisha upotevu wa maisha ya raia wa nchi yetu wasio na tija. Ni wajibu wa serikali na ni wajibu wa kila mwananchi kuheshimu na kulinda uhai na kulinda wito wangu kwa unyenyekevu mkubwa sana, naomba sana, kama taifa kama taifa tukae pamoja, tukae pamoja kwa ajili ya kuzungumza, tukae pamoja kuponya majeraha ya kisiasa na ya kijamii ambayo tayari yamekuwepo miongoni tukae pamoja kushauriana na kusikilizana na kuafikiana kwa pamoja, kwa maana huku ndiko kunakoleta matunda mema na baraka kwa taifa letu. Tusipo tusipofanya hivyo tusipofanya hivyo, na mimi hapa sitaki kusimama katika kulaumu mtu au kuwalaumu kikundi fulani tu kwa sababu ukitafakari na kuangalia kwa kina fujo, machafuko, vilio ambavyo vimetokea na maumivu ambayo yametokea, utakuta kuna sura, yana sura mbalimbali, sura mbalimbali. Na hapa panahitajika utulivu mkubwa, panahitajika hekima kubwa ili kuweza kuchambua hasa tumefikaje hapo, kwa nini tumefika hapo. Tutaweza kupata majibu ya kutusaidia pale ambapo tutaweza kukaa kwa pamoja, na nitaomba katika kukaa huku kuwe ni kwa dhati sio kwa kutafuta faida ya mtu mmoja mmoja, kundi fulani, bali kwa ajili ya taifa letu, kwa ajili ya vizazi vyetu na kwa ajili ya siku zijazo za taifa letu. Katika kufanya hivyo, ni wasihi sana kila kundi katika jamii isikilizwe, kwa sababu ushirikishwaji wa wote ndio msingi wa haki na ndio msingi wa amani ambao unatuongoza katika eh, kuwa na utawala bora na ufanisi na maendeleo endelevu katika jamii yetu. Nawahimiza viongozi wa kisiasa na wa serikali kwa usara na kwa imani yao kwa Mungu, mkae pamoja na wadau wote. Watu wenye hekima katika taifa hili wako wengi tu. Tukae pamoja ili tujenge upya Tanzania yenye umoja, yenye mshikamano, yenye haki. Tukumbuke kwamba Mungu ametupa nchi hii, wengine wanetumia jina na mama Tanzania. Na nchi hii hatuna nyingine, hatuna mahali tunapoweza kukimbilia. Hata ukisikiliza wengine wanajifanya wanataka kututetea sisi kama Watanzania, katumaliza hivi. Wameanza lini kutupenda kiasi hicho? kwa kila atakaye jaribu moja au nyingine ujue tu kuna ana ana interest ana maslahi yake. Umaan, nasema tunahitaji kuangalia sana kwa jicho la ndani chanzo cha mambo haya, wanahusika wana maslahi gani? Ii, nasema shida za zetu wa Tanzania, matatizo makubwa katika nchi hii ya utatuzi wake utaletwa na sisi wa Tanzania wenyewe, sisi wa Tanzania wenyewe. Na niombe kwamba egu Mungu atupe kutafakari sana kwa kina dhati tuweze kuamua pamoja, tunataka twende wapi? Baada ya haya yote tuelekee wapi kama taifa? Neno la Mungu katika kitabu cha Ezekieli tunasema maneno haya, ningeomba kila Mtanzania asikilize neno hili. Anasema mlango ule wa 18 31, 32 tupilieni mbali nani makosa yenu yote mliyo yakosa. Tupilieni mbali, maana yake acheni makosa mliyoyakosa, jifanyieni moyo mpya na roho mpya moyo mpya na roho mpya, baada ya kukiri kwamba tumekosa na tumekosea Mungu, naumbeni sana, tumekoseana sisi wenyewe kwa wenyewe, tuweke hayo mbali na kwa roho ya dhati tuyakataye, tuyaache na tuwe na mioyo mipya. Na turuhusu roho wa Mungu afanye kazi yetu, tuwe na roho mpya. Ndipo anaposema kwenye neno hilo, mbona unataka kufa, enyi nyumba ya Israeli? Mbona tunashadikia kufa sisi nyumba ya Tanzania? Mungu anasema hivi kwenye ule mstari wa 32, maana mimi sikufurahii kufa kwake afaye, sikufurahii kufa kwake afaye, asema Bwana Mungu. Basi gairini ngaishi, basi geukeni hivyo na kukubali roho mpya itawale ndani yetu, roho yenye upendo, uzalendo, roho ambayo haioni aibu kutamka neno haki, roho inayokataa kuondoa uhai wa watu wasiokuwa na hatia, roho inayokataa machafuko na vurugu kana kwamba hiyo ndiyo njia ya kuweza kuleta amani na utulivu na maendeleo ya kweli. Ukisoma historia ya mataifa, vurugu hazijawahi kuleta amani na hazijafikisha watu mahali popote. Watu wameweza kufika pale ambapo wamekuwa tayari wamefika. Mahali wengine wamegombana sana, wamevurugana sana, lakini wamefika mahali na wakubali kutulia na kusema hebu tukae, nini kimetufikisha hapa? Kwa nini tumefika hapa katika hali hii? Nani anafurahia hali